Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya ishirini aya ya ishirini na saba hadi ya arobaini. Nitaisoma baadhi: ya Masadukayo wale wasemao ya kuwa ya kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, mwalimu Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtwae huyo mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wapili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamooa, na kadhalika wote saba wakafa wasiache mtoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi, katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote, na wote saba. Yesu akawaambia wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwawao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaowi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vyema. Wala hawakuthubutu kumuuliza neno. Baada ya hayo neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi yalikuwepo makundi e, mbalimbali mbali ya kidini ambayo kwa yenyewe yalikuwa yanawasaidia watu kuweza kumjua Mwenyezi Mungu. Makundi hayo yalikuwa ni kundi la Masadukayo, Wafarisayo, Waandishi na mengineyo. Sasa leo Yesu Kristo anakutana na kundi la Masadukayo. Masadukayo walikuwa ni watu gani? Masadukayo ilikuwa ni kundi la kidini ambalo lenyewe lilikuwa limejiunganisha na watawala. Kumbuka nyakati hizo mtawala alikuwa ni Herode. Kundi hili la kidini lilikuwa limejiunganisha na makuhani walioko pale hekaluni. Kundi hili la kidini lilikuwa limejiunganisha na wanasiasa, hivyo basi lilikuwa lina pesa nyingi sana, wakawa ni matajiri. Na katika kundi hili la Masadukayo ndio walikuwa wanamiliki biashara kubwa ya kuweza kuuza wanyama na kubadilisha fedha katika lile hekalu. Kwa sababu ya fedha na utajiri ambao walikuwa nao, hao viongozi wa kidini walikataa katu, katu, kwamba eh, kuna maisha baada ya kifo. Wao hawakuamini habari za ufufuo, lakini mafarisayo ambao pia walikuwa ni viongozi wa kidini, wao waliamini juu ya ufufuo. Sasa wanamjia Yesu na swali gumu ambalo wanasema kwamba alikuwepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameolewa, yule mume wa kwanza akafa, hakumzalia mtoto. Na kwa sababu ya sheria ile ya Musa aliyokuwa amewapatia, ilibidi basi ndugu wote wa saba na wenyewe waje wamuoe huyu mwanamke, na wenyewe walikufa, hawakuweza kumwacha, hawakuweza kupata mtoto. Mwishoni huyu mwanamke ambaye inaonekana alikuwa ni mzuri sana mpaka ameua ndugu hao wa, wa saba, naye akafa, akaenda mbinguni. Sasa wanamwambia, huko mbinguni ambako nazungumza, kama tunakwenda huyu mwanamke ambaye amekuwa mke ameolewa ame na wanaume saba, wakienda mbinguni, kutakuwa kuna ugomvi wa kuweza kung'ang'aniana juu ya huyu mwanamke yaani, kama mbinguni itakuwa ni eneo la ugomvi, wanapiganiana juu ya mwanamke. Habari za mbinguni unavyofundisha wewe Yesu ni habari za uongo. Ndo wakaleta kesi hii. Yesu Kristo anakuja anajibu, anasema kwamba habari za kuoa na kuolewa ni habari za hapa duniani, mbinguni hizo habari haziko na anawathibitishia kwamba mbingu ipo. Mpendwa mtazamaji, unaweza kuwa katika kundi la Masadukayo kwa sababu ya utajiri, vyeo, fedha ambazo uko nazo, ukajikuta unaishi katika maisha ya kuto kuamini kwamba kuna maisha baada ya kifo, yaani ukaishi katika maisha ponda raha kufa kwaja, ukajisahau kabisa. Katika hali hiyo, hii ni roho ya ufarisayo na ukaweza kukataa kwamba nini, kuna maisha baada ya kifo ukakataa kuweza kuungama, ukakataa kuweza kusali, ukakataa kuweza kumtumania Mwenyezi Mungu. Huo ni usadukayo. Sasa katika hali hii Yesu anatuambia kwamba mbingu zipo, mbingu zipo, na tukienda mbinguni habari za kuoa na habari za kuolewa ni za hapo duniani, kwa sababu ya tamaa zetu. Tukifika kule mbinguni tutapata mwili mpya. Nasema uthibitisho kwamba mbinguni kupo, amesema hata Musa alipokuwa anaongea na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu katika kile kichaka alijitambulisha eh, kwa Musa kwamba wee ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambao walikuwa wameshakufa. Kwa maana yake hawa eh, bado wako hai, wako mbele za Mwenyezi Mungu. Na anasema kwamba tusipoamini katika hali kama hiyo tunapotea sana. Je, unaamini kwamba baada ya maisha haya tutakwenda mbinguni? Unaamini juu ya maisha ya ufufuko? Au wewe umekuwa ni sadukayo ambayo unaamua kula maisha kwa sababu kifo kitakuja? Tumwamini maneno ya Yesu na tusiingie katika suala zima la ushindani katika mambo mbalimbali. Tumwamini Mungu ili siku moja atupokee huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.